Binadamu kabla hajakukosea ni mtu mwema, ni rafiki yako, mna mahusiano mazuri. Akikukosea ndipo unapoona ubaya, na ubaya hautokani na yeye, unatokana na kitendo alichokifanya binadamu. Huyo huyo aliyekutukana, aliyekuibia, aliyekudhalilisha angeweza kufanya tendo lingine la upendo, bado ungeweza kuona ni mtu mzuri na ni mtu mwema. Tunaposema samehe, sio unavyojisikia lakini inakulazimu ukafanye uamuzi wa makusudi wakuweza kuachilia na kuhamisha deni la huyo mtu aliyekuumiza. Mara kadhaa ni kwamba mtu akikutendea ubaya, kinachokuumiza sio yeye, lakini ule ubaya aliyokufanyia, na huo ubaya aliyokufanyia ndio unamfanya yeye aonekane mwenye dhambi mbele ya macho ya Mungu, na huo ubaya ndio ulimfanya Yesu akaenda msalabani. Kwa hiyo basi inamaanisha kwamba Yesu alikwenda msalabani, akalipa deni ya dhambi zote kwa ajili ya watu wote kwa wakati wote, kwa hakuna dhambi ambayo damu ya Yesu haikulipa, isipokuwa changamoto inakuja kwa mwanadamu akubali kuwa tayari kukiri na kuamini kwamba Yesu alimfia yeye msalabani na sasa apokee ule msamaha kwao. Msamaha umekwisha kutolewa, lakini ni hiari ya mwanadamu kuupokea huo msamaha.